Kwa niaba ya Dar es Salaam wote nasema papo asante sana, na Mungu akushe mainia. Jambo la pili, kila la heri, kila la heri katika jimbo jipya la Bagamoyo, ambalo lakini ni jimbo zito Uzito wa Bagamoyo unatokana na mambo ya kuwa taifa. Baga moyo ni kitovu cha imani kanisa katoliki Tanzania bara. Kwa hiyo Bagamoyo ambaye anazaliwa leo kwa kweli ni mzazi wetu wote. Hongera kwa kuwa mzazi wetu la Bagamoyo linatofautiana sana na majimbo mengi yayiceandiswa. Mimi nafahamu majimbo yaliyoanzishwa yakiwa na parokia saba nane, zikizidi kumi, basi maaskofu anashughulika, anaangaika, anatoka jasho kwa parokia saba nane wewe ratitajuunaazo na kuanzia thelathini ikiwemo ishirini na saba kwa atengamenu na teule tatu. Hongera kwa kuzaa juu, naamini kwamba ukweli kwa ukubwa wa jimbo lako, unapoanza kufanya mambo kali, uwe faraja kwako, ukubidishe na kwa haraka ujenge jimbo imara kuliko majimbo mengi yaliyokutangulia. Najua kwamba kutoka Dar es Salaam hakika unaondoka na mapaje thelathini na brother mmoja au mapaje thelathini kwa mapaje wa jimbo na mapaje wa mashirika mbalimbali. Hiyo ni gumetaza, lakini mapaje wapenda lazima wapendwa

nunde kamupili, kumbukeni kwamba kanisa ni moja takatifu Katoliki na mitume, naye ni mashahidi wa Kristo ndani ya kanisa hilo. Moja takatifu Katoliki na mitume, narudia tena kusema tunawaombea nikawafuatilia kwa karibu, sio kwa uloko, nikawafuatilia kwa karibu kwa nia zilizo njema. Na kama mkiona changamoto, usiogope ukushirikisha, ila naomba usiwaze damu. Nikasema tuna baba mkubwa, tutakimbilia kwako bada nakukaribisha, lakini vijite pale kwako Bagamoyo, inyumbani kwako, tunaomba ukwafanya kweli kwaye nyumbani, maaskofu wote watakaokuja baada yako watambue kwamba kulikuwa na askofu wa kwanza wa Bagamoyo ambaye ametoka jasho, amepigana bila kujibatiza kujiwekea jimbo neelii ambayo sare. Mungu akubariki akulinde, nazusamkiso. Maneno mengine ya ziada nitasema kwenye viwanja vya karibu Adams. Asante sana baba, baba askofu karibu daima kusikia nyumbani.